kwa wateja ni utoaji wa huduma bora kwa wateja kulingana na mahitaji ya mteja kupitia uh, utaalamu wetu, na hii ni kabla, wakati wa kutoa huduma, na baada ya kutoa huduma. Tunapozungumzia kabla ya kutoa huduma ni namna ambavyo tunampokea mteja, na wakati wa kutoa huduma ni namna ambavyo tunazungumza na mteja wakati tunaendelea kumpatia huduma, na baada ya kutoa huduma ni namna ambavyo tutamuaga mteja anavyoondoka, na namna ambavyo tutapokea maombi kutoka kwa mteja baada ya kupata huduma, aidha ni malalamiko, si ndio? au kusifia huduma zetu au kuhitaji huduma nyingine, lakini pia kuhitaji maelezo ya huduma ambayo amekuwa ameipata hapo mwanzoni. Sasa utoaji wa huduma unategemea katika vitu sawa. Kuna kitu tunaita matarajio ya mteja. Mteja anapotoka kuja kwenye e, kupata huduma kwenye kampuni yako au duka lako anakuwa ana matarajio yake, expectations. Tunasema hizi ni customer expectations, sawa. So, matarajio yake ni yapi? Kwa hiyo tunakuwa na matarajio kwa mteja, lakini je, wewe mtu wa huduma, unaweza kuhakikisha matarajio ya mteja yanafikiwa? Sawa. So, customer expectation fulfillment. Kwa hiyo kuna customer expectations lakini kuna service provider fulfillment of customer expectations. Hivyo vitu lazima lazima tuangalie. Sawa. Kwa hiyo hapo utaangalia nini, uh, matarajio ya mtu wa huduma? Lakini nini matarajio ya mteja anayoyataka? Ni namna gani mtu wa huduma atafikia yale matarajio ya mteja? Ni sehemu gani tunafanya vizuri na sehemu gani tunafanya vibaya? Lakini baada ya kujua ni wapi unafanya vibaya, unawezaje kurekebisha, kufanya resolution Offer. So, sasa hapo ni lazima ujue kwamba tumesema kuna matarajio ya mteja, expected service, halafu kuna perceived service. Baada ya mteja alitarajia kupata huduma, anatarajia kupata huduma, lakini baada ya kupata huduma alipata huduma gani? Je, expected service na perceived service zinalingana? Kama hazilingani zinatengeneza gap, umbali. Sasa hilo gap tunaita customer service gap. Yani, umetarajia kwenda kupata huduma, umesema naenda kununua losheni ya milizi mia tano, na matarajio yako ukienda kwenye duka utaenda kupata hiyo losheni. Unafika unakuta losheni ya milizi mia tano haipo anakwambia nina lotion ni ya milizi mia. Sasa utofauti kati ya milizi mia ulizokuwa unazihitaji na milizi mia tano ni mkubwa, si ndio? Eh? Ulichokuwa umekitegemea upate kubwa, lakini umekuja kupata ndogo. Hapo panatengeneza gap. Lakini pia ulitarajia kwenda kupata. Halafu kafika ukakuta hiyo huduma uliokuwa unaitaka haipo. Kwa matarajio yako na huduma ulioipata ni tofauti, si ndio? Hilo gap linaendelea kuwa kubwa. Lakini ulitegemea ukifika kwenye duka utapokelewa vizuri, utahudumiwa vizuri, utapata bidhaa zako zote, unasema pale naenda kupata full package, ushauri mzuri. Lakini mteja anafika anapata kitu kimoja tu. Akifika hata kukaribishwa hakaribishwi, hata kusalimiwa hasalimiwi, hata kushauriwa hashauriwi, hata kuelekeza haelekezwi, lakini anapewa bidhaa anaondoka nayo. Kwa hiyo hapo unaona kuna alichokuwa anakitegemea na, na alichokipata ni tofauti. Kuna e, customer service gap. Kwa ni mara nyingi tumekuwa na matarajio hayo, wakati unaenda kwenye kituo fulani cha cha cha au uh, hospitali fulani kupata huduma, unatarajia kwenda kupata huduma nzuri, kwa mifano ambayo mmekuwa mmekitoa mmesema, kuna hospitali mkienda mnapata huduma nzuri kwa hiyo ukiwa unaenda kwenye hiyo hospitali una mategemeo ya kupata huduma nzuri sana. Vipi kama utaenda utakosa, utapata huduma tofauti na ulivyokuwa umetarajia? Kwa hiyo hayo, ukipata tofauti na ulivyokuwa umetarajia inatengeneza hiyo customer service gap, ila ukipata huduma kama ambavyo ulikuwa umetarajia, manake hiyo gepu, hilo gepu halitakuwepo. Expected service na perceived service zinakuwa sawa, sawa. Na hapo ndiyo tunasema tume meet customer satisfaction kwamba mteja ameridhika na huduma zilizotolewa.